Kenya imeiomba radhi ta, imeiomba radhi Tanzania na Uganda kufuatia siku kadhaa za kurushiana maneno makali baada ya wanaharakati wake wa Uga, na wa Uganda kujikuta pabaya kwa jirani. Haya yamejiri kwenye ibada ya ishirini na mbili ya taifa iliyojikita katika amani na kujijenga upya. Wanaharakati wa Kenya na Uganda walidai kuteswa walipoizuru Tanzania wiki iliyopita kusimama na kiongozi wa upinzani wa CHADEMA Tundu Lissu aliyefikishwa mahakamani kwa uhaini. Thelma Mwazaya anayo taarifa zaidi. Katika hatua ambayo haikutarajiwa ujumbe wa wabunge wa Tanzania waliimba pamoja na wenza wao wa Kenya wakati wa ufunguzi wa ibada ya ishirini na mbili ya kitaifa. Ujumbe huo umeizuru nchi wakati ambapo mvutano umezuka baada ya wanaharakati wa Kenya na Uganda kuzuiliwa na kurejeshwa kwao baada ya kuwasili Dar es Salaam. Wanaharakati hao wanadai kuteswa na hata kuumizwa walipokuwa Tanzania, walikokuwa wameenda kumuunga mkono mwanasiasa wa upinzani wa chama cha CHADEMA Tundu Lissu anayeandamwa na kesi ya uhaini. Kwa upande wao, bunge la Tanzania nalo pia liliwakosoa wanaharakati hao kwa kuingilia masuala yao ya ndani. Kwa upande wake, Rais William Ruto aliinyoshea Tanzania tawi la mzeituni kwa niaba ya wanaharakati walioizuru nchi hiyo wiki jana. Kwa majirani wetu wa Tanzania, lau tumewakosea kwa njia yoyote ile, tunaomba radhi. Ikiwa tumejikwaa, samahani. Na hata wenzetu wa Uganda, kama Wakenya wamekosea kwa njia yoyote ile, tusamehe. We, we want to Baadhi ya wabungi wa Kenya wanawashutumu wenzao wa Tanzania kwa kuunga mkono kauli za rais wao Samia Suluhu kufuatia kuzuiliwa na kukamatwa kwa wanaharakati Bonifas Mwangi wa Kenya na Agatha Atuhaire wa Uganda. Ujumbe wa Uganda pia uliwakilishwa kwenye ibada ya leo. Yote haya yakiendelea, viongozi wa kisiasa wa Kenya waliweka pembeni tofauti zao na kuhubiri ujumbe wa amani na umoja na kumwomba Mola aingilie kati ili uonevu mitandaoni ukome. Mbungi wa Dagoreti North Beatrice Elachi anasisitiza kuwa suluhu ni kuwashika wote mkono. Anasema vijana wetu wamepoteza tumaini na tunaomba pepo aliyeandama mitandao ya kijamii yashughulikiwe. Tunaomba tusimame pamoja kwa yaliyo na manufaa kwetu kama taifa na vizazi vijavyo. Kauli hizo zinaungwa mkono na mchezaji nyota wa Marekani Ricky Bolden aliyepia mhubiri aliyealikwa kuwa miongoni mwa wazungumzaji wakuu kwenye ibada ya leo ya kitaifa. Ricky Bolden aliirai serikali kuwasogeza karibu vijana wa Kenya maarufu Gen Z, walioongoza maandamano ya kupinga bajeti mwaka elfu mbili ishirini na nne. Spika wa bunge la taifa Moses Wetangula aliipa uzito kauli mbiu ya ibada hiyo ambayo ni inuka na ujijenge upya.